Wewe. Wewe. Mbona unigongesha? Eh? Mbona unigongesha? Hapo bado wewe, sio? Ndio mie, Suna ndio mimi Suna. Kwa nini unigongesha? Hapo mwanzo tu, bado picha kamili wewe, Suna kazi bado Ndo kwanza inaanza eh? wasona sona eh? Ah. Sada shoga yangu ah, nimesikia umerudi mjini, nimekuja kukusalimia. mm -hmm. Shoga yangu nimerudi, ama lakini, umenenepa huko, kuna kwenda kumependa wewe naye. Hapa eh? Nimenenepa, nimekonda hmm? Umekonda kwani ulikuwa unaumwa? Hata si maisha, shoga, maisha magumu, maisha magumu. Ndio unenepe kiasi hicho? si ungerudi hapo ungekuwa kama eh. Sijaje tulikuwa kijijini, yani naona nyie hapo mlokopo hapa ndio mmenene. Kwanza hilo la kwanza ongele, alafu cha pili nilisikia, udugu, mtoto wako kapotea. Pole. Ah, asante. Mimi kweli mwanangu alipotea, lakini namshukuru Mungu nimempata, na sasa hivi yupo nyumbani hmm. Soko kulia uko we, hey, yani unavyoniona, nakwambia nilikonda utafikiri mtu mwenye virusi vya UKIMWI. Nikuwa yako kukonda maana so yani, ah, ulilifungeje tumbo? Yaani nilikonda mpaka nikajisi namii sasa hivi nimeshauvaa hmm. Nime unaona haya macho yalikuwa yanaonekana kwake. Pole shoga <laughs> alafu sasa hmm. Inamaana baba keshadumi kanisau, kwa nini tena shoga yangu? Yaani mimi nakutana naye pale njiani, ananisalimia, ananambia vieni, afadhali ameniona, nikajua anajipya baba yule hmm? Ananitongoza. hey, hey! ui! Unanichekesha kwanza. Ine inamaana akakusahau au inakuaje? Hata mwenyewe nashangaa lakini hapo mwanzo jamani, sisi tulikuwa tunabeba vindo tunaenda kuchota maji kule, tunarudi tunaenda huku. Ina maana sasa kashasau kwamba wewe mwanae, yaani sio tu kuna kuchota maji, hadi tunacheza lede pale, wadogo anatuona na shangaza hivi, anajizimadata data. Haya, vipi shoga yangu, umemkubalia tena naye? Yaani hujaacha tu. Nimkubalia mimi naenda kumweka wapi? Sinaenda kumweka mjini tena naye, babangu ananipe mjini kwenye kule? Amna, sina ndugu kule. Ndio maana nimeamua zangu nije maamoja ukusalimia basi, kwa sababu ndugu, so, kule, naenda kumpeleka kwa sababu ndugu kwa sababu mm. Umkubaliage tena babangu apate kupikia ugali ila sio mbaya ah. Hmm. Ila wazee wengine jamani, asa baba jamani, anashindwa kwenda kutafuta kubwa wenzie huko, aje mpaka anakuja kwa watoto tena ni sawa na wanaye, hata mwanae mwenyewe mkubwa hata wa mzee sasa hivi kama ana mke logubulake, hatao mzee mpati. Kama mwanamke angangane naye wewe huyo, afu anajita o damchanga, anajisi anarudi utotoni. <coughs> Ha, wala hata itwe kubwa jingi. Hmm. Ila baba nayo kazini. Mtoto <coughs> hmm, tu kama ye marika na mimi jamani, anashindwa kutafuta kubwa wenzie huko. Yaani yani sijui hata nilisauni nini kumjibu majibu ya roho ni ya. Hmm. Sema ni heshima tu naelinda. We endelea kumuheshimu kama baba yako. Mimi kama, yani kama mimi unavyoona na rafiki yako ninavyomuona kama baba yangu mkwe, naye muone hivyo hivyo kama baba yako tu. Unajua tena wazee wakishaanza kuzeeka akili zinarudi kwa mtoto. Ai, nimeshamueleza nimeshamwambia, lakini ni mgumu kuelewa. Sawa shoga yangu, mimi nilikuja kukusalimia tu. Ngoja niende. Ah, asante. Ah shoga yangu kutoe ah Odi odi. Mkuu, karibu. Nani? Mi Njenga. Mboni hivo unaumwa, unanichangaa? <laughs> mimi hivi, haya mambo kayafanya mjukuu wa Njenga, mjukuu wangu mambo kukufanyia wewe Jenga alionifanyia hivi, huyu ni Suna. Mimi nilikuwa nakula ugali, Suna katokea anadai nimpe rejesho lake kwa sababu nantumaga kazi alafu simlipi. Lakini chakushangaza amenichukulia ugali na amenitia upofu. Ina maana ule ugali alioleta kule nyumbani na tukaula kachukua kwako wewe. Ugali kaja nao kweli nyumbani. Bibi, eh, na tule ugali. Mimi nikakaa chini na njaa zangu tukala ugali. Sikujua kama akachukua kwako wewe. Bila vile sura anaweza akakufanyia mambo kama hayo, mkuu hata masiara bwana. Hmm. Na yote umetaka wewe, jenga. Ilikuwa nakwambia mimi usimfundishe mambo makubwa huyu. Lakini ukaacha ukaa unamuelekeza majambo yote. Leo amekuja amenizuru mimi. Eh? Unaona? Jamani mkuu, wewe si ndio uliyompendekeza ile tumkabidhi kazi? si ndio ulisema unampenda mtoto yuko shapu tumkabidhi kazi huyu? Mimi nilikwambia bado angali mtoto mdogo kaniambia hapana, ataenda nao kidogo kidogo mwisho wa siku, atazoea pale tunapo staff sisi yetu namtuma. Si ndio ulisema hivyo? Mimi nilijua kama atageuka tena kwa kwenye kazi atugeukia wenyewe. Sasa hata kama mimi nilikwambia tumfundishe, lakini wewe ulikuwa unamfundisha mambo makubwa tofauti mimi nilikuwa ninakuambia umfundishe. Sasa leo unaona matatizo haya? basi ngoja mimi ni mwenyewe ni kutibu hauwezi kunitibu kwa sababu Suna ana nguvu kwa sasa kuliko wewe na sijui nguvu zile amezipata wapi kujitibu naweza mimi mwenyewe ningekuwa na macho ningeenda kutafuta dawa ili nije kujitibu au aje kunitibu yeye mwenyewe na ndo nakwambia hapa ukamwambia Suna haje kunitibu hautaweza kwa kunitibu mimi. Sawa, ngoja niende nikamwambie Suna aje haraka. Si aya. Mambo yananishangaza, Suna anaweza kufanyia hivi? Kamwambie, aya. kama nilivyokusomea katika barua unaitwa shule, mjukuu wako kapigana na mwanafunzi mwenzie, kapigana tena. Ndo hivyo nashukuru mwanangu. We Suna mtotoa, kwanini unakuwa usikii? Unataka nikukataze vipi, nikuambie vipi mpaka unielewe? Mzee wa watu, umeona? Bado unaenda kupigana shule, si ndio? Na watoto wenzio wananyaza ugonzi, na mimi niwaachie bibi? Asa, hata kama akikuanza ugonzi, ndo uwapige mpaka sika tu wa mwalimu kukasirika, mpaka mwalimu anasika tu kuniletea mimi barua, si mashindikana wewe? Na ndio, bwana mwalimu akaamua, ngoja nimpelekea barua mzazi wake. Kwani unakuwa na tabia ha hii? na hiyo mzee wetu umempofua wa macho, kakufanyia nini we, mpaka ukampofue macho? Utajua mwenyewe. ina maana umefika hatua kunijibu jeuri kama hiyo? ndio. aha. sasa hivi unawika sasa, eh. sasa subiri majibu haya kunijibu mimi we mshenzi we subiri jaribu kunipiga hiyo fimbo yako utaona upande wangu wa pili unaitwaje. Ina maana umefika hatua kunikoromea eh? kosa yangu pale kukupa kazi eh? si ndio mpaka aaa, kunikomea hivyo. Sasa nisikilize, mimi nilikuwa na kutania tu, nilitaka nijue moyo wako ko vipi, kwa sababu nilimpofua macho yule mzee wa watu, hata na mimi hautoniacha mzee wa watu anakosa wote, ulimpofua macho, je mimi utaniacha? Na ndio maana nataka nijue moyo wako hmm. Sikutegemea mimi kama mjuku wangu wewe utanijibu majibu kama hayo. Sawa, wewe endelea hivyo hivyo. Sasa si ushakuwa shupavu? Si umeshakuwa mkubwa? Uko ngangari. Sawa. Kangua, ah, njema wow. mm -hmm. Mm, tu baba amemwonea kwa m ha. Saa hata mimi sijui aliniambia sigara mbili kuwa kama nyuko wako ipo ule, si kwa Ndembo. sigara mbili ule hiyo siku ambao naenda kumfata huyo mtoto ndio nanamnai njiani, yule aliyenipa taarifa hizo kwa mtoto wangu yupo pandembo ni yule? Ndio. Lakini anajaribisha sana ule mzee, sababu sijajua ninauhasamanae gani au unaugumvi nae gani kiasi cha kwamba mpaka amemchukua mwanangu amemficha ndani mwake. Mimi nimehangaika kwa kuhangaika na istoshio, nilipita mpaka nyumbani kwake kumuuliza kwa ms, mwanangu lakini akusema yeye ajui alipo, na leo amekutikanika akiwa nyumbani. Sijajua alikuwa na lengo gani, meskia mwanangu mizai. Tumemwona mjukuu wetu, basi. Mi nachokiona achana naye. Ni kweli kabisa, hata hakuna misemo inasema usiwahi hata siku moja kufurahia majonzi ya mwenzio, kwa sababu ya kwako wewe bado hujajua yanakuja vipi. Misa. Lakini nashangaa mzee Ndembo yeye alikuwa anaishi kwa kufurahia majonzi yangu, mimi kuangaika kumtafuta mwanangu huku na kule, yeye kumbe anafurahia. Lakini alhamdulillah mwanangu nimempata, huyo hapo, na maisha mengine na yanaendelea. Basi sawa, kwanza tutoe shukurani kwa, tuto kwa kumuona kijana. Na mimi natoa shukurani sana, juhudi yako uliyoifanya ni kubwa zaidi sana. Basi sawa, mzee, maana nitoka hapo bondeni hapo